sisi kama mawakili na mwenzangu tukaanza kuhangaika kutafuta yuko sehemu gani, kwa maana kituo cha polisi ambacho mehfaziwa. Tukaenda Stakishari tukakuta akomputa tuka tukaenda Msimbazi, hapo aako hayupo, tukaenda Central polisi hayupo. Sasa tuko Stabei hapa na taarifa wenyewe e, tuna taarifa, tumepata taarifa kwamba hapa na wenyewe hayupo. Sasa e, taarifa ambazo tumezipata hivi punde kutoka vyanzo vyetu vya ya habari au vyanzo vyetu kwa watoto karibu, inaonekana makamu mwenyekiti yuko kituo cha kwa hiyo tunatoka hapa tena tunarudi sentro, ili akapatiwe haki zake za kisheria. Anastahili kuwa eh, na wakili anapoandika maelezo na mambo mengine. Kwa hiyo tunaondoka hapa kwenda eh, kituo cha kati sentro, eh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mteja wetu wa makamu mwenyekiti anapata haki zake.